Ado, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwema salama tu mwingine. Mambo mengine Mwenyezi Mungu kama alivyoaleta na, mm. Na kama alivyokuja na kama alivyoondoka na kuna mengine mbele yanafuata. Bebwa bebwa, Mvimba ndio mtu akwambia nabebwa naye aje tu apakato, basi maisha yaendelee yeah. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Ile tulitoa tu, tu kule ndo tunaleta huko mm. Elimadi ukamilisha malengo Mfadu. Mm. Mm. Anasema ubaya ubwera ni kitu ambacho Amekitamka siku ya jana baada ya mechi kumalizika Mnyama Simba kupata goli moja na pointi tatu zidi ya Singida Black Star. Kauli ya Fadru ubaya ubwela inasambaa kwa kocha. Na kwangu mimi mwenyewe, wanajua kwa sisi watu wa kizalamu tunamshukuru Mwenyezi Mungu kusikia kocha kama yule professional kocha ambaye kasomea pale Arsenal, Liverpool, madini yote analo, afu anatamka maneno ya kizalamu ubaya ubwela. Na tunasema alhamdulillah kidogo lugha yetu ya kizalamu imepanda na ubaya ubwela inavoisha. Lazima ishe na mataji ndio watu tunaongea kila siku na kocha, kwa ajili kaongea vile, kwa sababu kuna timu hapa zinakuwa zinatumwa eh, kwa sababu kama ukiangalia hata kipindi cha kwanza, si tuliwazidi wale? Ni fitness wale, fitness yao walikuwa ni ndogo, kwa sababu wale walicheza mechi ya kirafiki, wameenda kucheza mechi na Yanga na mlendano, walifungiana tu kwa kucheza mechi ya ya ndani kwa ndani, lakini kwa sio mechi ile ile, ilikuwa ni mechi tu kama yakonda kufanya mambo yao watu wa Kiswahili ndani ya uwanja, lakini shughuli ya lakini hawajui bwana, baba mwenye nyumba na kwa kila kona nyumba yake anajua. Siku hatuna pressure naye, ila Singida kama sio Islam, tunasema kila nafsi zalika til mauti, umauti kokote utakuja, hata ukiwa baharini, ukiwa wapi. Si Singida lazima kwa tuzo ataonja umauti. Si Singida tunampiga mara mbili Dar es Salaam, tushamnao tunataka kumpanguza tena Manyara, yani haina kipingamizi. Mm. E, wakasema hatoki mmetoka uwanja KMC tatu. Wengi wao, kulikuwa, kwa ah, yule mchezaji, unajua cha kwanza tuongelee mpira mm. Sisi tulichukua kipindi cha yani, nusu saa za kwanza. Ndio tulichukua sisi cha mchezo baada ya pale mpira ukaja ukafanyaje, ukabadilika. Kwa sababu kipindi cha kwanza kama sisi wenyewe tungekuwa tuko makini, si mpaka aftamdonda kupumzika tuna goli tatu, kwa sababu yule mwalimu wetu ana kitu fulani ya kumaliza mechi kwa dakika fulani. Ndio hicho kitu ambacho mwalimu anachokifanya kwa sababu Ukiangalia kwa mpira wetu wa bongo ni mpira tu wa kiaina aina tu, lakini sisi Simba tu akuwa yeye ndiye aliyetakiwa kuicheza ile game kwa sababu ukiangalia muda wa mapumziko, hakuna Simba wanaucheza mechi ya international football for game. Lakini kwa sababu tuna malengo yetu na lazima malengo yatimie, sisi tumecheza ile game, ndo maana ile zote ni technique ya mwalimu. Tumeanza tumechukua cha kwanza cha pili tumeingia, ila kipindi cha pili Singida, baada ya kumwingiza kuna ile hasa katikati eh hasa baada kuna mtoto ufana wa jezi namba ishirini, namba ishirini na moja. Ule mtoto ni hatari, yaani wakati ale umefanyaje, wamebadilisha uzuri. Si tuna mwalimu timu anapoona inafanya hivi, na mwenyewe anaamua sasa hapa fulani na fulani anahitajika. Ndo kaona kipindi cha pizi tukacheza kiutu uzima tu, kuna mambo fulani maogedogo kwatoa mchezoni na wale bado watoto, tukatiale mambo yetu ya, ya mipira ya kafu basi akatoka mchezoni kama vile umeona mchezaji professional, kama vile anaonyesha mashabiki kidole. Ndio maana mashabiki wamempiga tu, kwa sababu professional kuna vitu anatakiwa ufanye. Hata mtu akikushika makalio, wewe tulia tu, angalia professional wako anacheza mpira eh, kwa sababu unza kashika makalio huko, ndo kompeni. Lakini ukanda ule unashika kalio make ni fair play. Sasa ule kitendo cha kuwafanyia mashabiki kidole, afu shabiki kichatwa elfu kumi yake elfu ishirini yake ndo kumwacha kidole, ile ndio kosa. Ndio maana watu wakamua kumvuruga tu. Amepata ushindi wa goli moja zidi ya Singida Black Star. Shahida iko wapi? Zidi ya Singida. Watoto wamekiwa milioni 300 wameshindwa kufurukuta. Simba imepata bao moja, so bao tatu, bao nne. Ah, unajua uzuri. Yaani jana tungetaka kushindana nao wale. Yaani ile mechi hata ile pointi tatu usingepata. Sababu Singida tusiongee, tunapenda kuangalia mpira Singida, wana timu nzuri. Sema tu wanapocheza na na wale maodozao wale kidogo wanakuwa Yaani, wanafanya mbele ya mbele ya nyuma ya nyuma tu, kama kucheza michezo ile ya zamani ya michezo ya kibao kata. Lakini Singida wana timu nzuri. Cha muhimu, wanatakiwa wasimame tu kwenye malengo yao tu, wakiwa wanasimama kwenye malengo aina ile ya kufata maagizo magizo. Yani, Singida wana timu moja nzuri sana kwa hapa Bongo, na mimi mwenyewe na imani kimataifa, Singida anaenda kufanya vizuri, kama watakuwa viongozi wao wanajua kukaa chini, waje wakaa chini na timu kama Simba. Wajua bwana, mnafanya nini? Wajua mtu anayefanikiwa lazima usimwekee majungu, majungu nje. Anayefanikiwa kaa naye chini, mwambie unafanya nini na mimi nifanye nini, unaweza okay, wakielekeza kwenye mstari mzuri na uhakika. Singida anatusua kwenye mashindano ya kimataifa mechi ijayo, katika kombe la CRDB Federation Cup zidi ya Singida Black Star, mnarudiana hmm, nao mechi ya ligi kuu jana. Watoto waliwekewa milioni mia tatu mechi hii ya fainali. Mvimba Jr wakati huo, oh, Yanga Africans anakusubiri wewe ama anamsubiri Singida Black Star kuza naye fainali mimi. Ah, malengo si nataka ndo tu, hatuna stori nyingine sisi. Singida uzuri, Manyara Manyala ni uwanja mzuri, ni uwanja ambao ulikuwa kwa fainali msimu uliopita, lakini wakaja, ikaja ikaletwa so Dar es Salaam uwanja kaupo, ndio maana sasa hapa nusu fainali ni uwanja mzuri, tushaenda pale, tuna historia, tumepata draw na Fountain Gate, lakini kesho tunaenda kivengine. Ndio maana hata mwalimu jinsi ile timu jana alivyoipangapanga vile, akienda vile utaiona timu imepangwa kitofauti, lazima iende tofauti tofauti. na kama mwalimu atakremu, Simba itakuja hivi kama alivyoiona pale hapo, ndo atafeli. Kwanza tunaenda kwenye uwanja kwenye nyasi asilia Ule uwanja yani wa KMC na uwanja ule uko tofauti. Yaani mwalimu akinapaka kwa kuklemu Simba itakuja hivi, atakuwa kama ule mwalimu anani. Kuna timu moja tulicheza nao, kule walipangiwa Ateba, wakaja huko washajiandaa kwa Ateba, wakaja huko akamkuta Mkwala. Watu wakaona kama Almasri mimi. Ndio kitachomkuta Singida Black Star. Maka na majina mengi si Black Star, si Singida Fountain Gate ila si tutapiga tu. Tunamchukua ubaya ubwela ndo utatembea. Yani. Eh, Singida atakufa, hatuna pressure. Yanga ndo anayogopa Simba, ndio maana akasema hawachezi eh, Yanga ndo anayogopa Simba ila ajua kabisa sisi tuna malengo yetu, vyote tunavuruga sisi. Malengo ya kwanza tushakamilisha, nusu tumepita na tukapenya kabisa, tukaenda mpaka kwenye fainali, lakini malengo yetu yalikuwa nusu tu, lakini tukapenya tukaenda kwenye fainali, ila yeyote takutana mbele ya safari Young Africans Ah, Yanga ndio hayo tayari kucheza na mimi, mimi namchukua tu eh. unaambiwa unaambiwa, bwana mwanamume ukiwa kwenye kutafuta uchagui kazi e ili mradi ufanye kitu ambacho makando kiko, kiko, akina, akina makandokando kitu ambacho kimenyooka. Sisi aje Yanga aje yote sisi tunamchukua tu vizuri mm. Neno la mwisho kwa Wanasimba wote, kikubwa tunahitaji ni dua cha umuhimu, kutokata tamaa manake Simba sisi tiari tusha chief malengo yetu, sababu malengo yetu ilikuwa ni kutoka kwenye robo kwenda kwenye nusu. Mwenyezi Mungu tuhkipata tumesogea zaidi kwenye, kwenye Simba fainali. Walimu alisema malengo tunaanzia leo e, tunajenga timu huku na malengo mengine yanaendelea. Kikubwa kinachohitaji kuomba dua kuhomba timu yetu salama, sababu kikubwakinachohitajiumkuomet yetuaatukisheamechiishokutwa kuna mapumziko hapa katikati tutakula Idi ya kuchinja, timu ya taifa itacheza. Tunakutana na, na ule mwali wetu aliwakimbiza, ye mwenyewe atachagua nyumba tu, akitaka twende Mwanza, akitaka twende Zanzibar, sisi tunamfuata uzuri. Mwanamke anaola nyumba kwa, nyumbani kwao make mechi ya Yanga na sisi tunamfuata kokote, sisi tunakuchukua mke wetu, hatuna pressure. Shukrani pamoja, kazi njema.